Audhu billahi minash shaitani rajim wal fajr wa layalin ashir wash shafii wal watir. Sadaqallahu aliyyul azim. Watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa taala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, tukiwa katika mwezi huu wa Dhul Hijja. Mwezi wa Dhul Hijja una faida kubwa sana na una una hasara kubwa vile vile, kama huto yafanya yale ambayo yanatakiwa. Mwana falsafa moja anasema yaghsilu lmau kula shaiin, maji yanaosha kila kitu, maji yanaosha kila kitu kinakuwa kisafi e. Gari ukiliosha kwa maji litatakata, nyumba ukaisafisha kwa maji itatakata, e, kila kitu. Lakini vilevile vile hata anayetaka kuswali akaenda akaoga atakuwa msafi, akatawadha atakuwa tahara, kila kitu kinasafisha maji, ila lisan alqadhar, isipokuwa ulimi uh, wenye uchafu hauoshwi kwa maji, ila lisanu alqadhar, isipokuwa ulimi wenye uchafu hauoshwi kwa maji walqalbu lkhabith, eh, lakini vile vile na moyo uliokuwa mchafu hauoshwi kwa maji. Maji kwenye vitu vyote naosha isipokuwa vitu viwili. Hivi maji, maji hayatumiki e, kwenda kuosha ulimi na kwenda kuosha <coughs> moyo. Moyo hauoshwi kwa maji wala ulimi hauoshwi kwa maji. Ndugu yangu Muislamu, tukiwa katika kumi hili la mfungo wa tatu, ni namna gani tunaenda kuosha ulimi na namna gani tunaweza kuosha moyo taban, ili moyo usafike ili ulimi usafike, ni kukithirisha dhikrullah, kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, eh, kumtaja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Umtaja sana Mtume, mswalia sana Mtume, ulimi wako utakuwa msafi, kadhalika na moyo wako utakuwa msafi. Lakini tukibaki kuosha vitu vingine kwa maji, visafishwe kwa maji E, chooni uwezi kwenda ukaosha na makaratasi, utakuwa unajipakaza chooni. Unaosha na maji, maji ndio yanasafisha choo, lakini ulimi hausafishwi kwa maji. Ulimi unaoshwa kwa dhikrullah, kumtaja Mwenyezi Mungu, kumtaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kusoma Qur'ani, ndio ulimi unasafika. Ulimi unakuwa e, unakuwa mbichi katika kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, ni kuombe nawe naamini katika haya matatu yaliyosemwa eh, uh, na huyu mwana falsafa kwamba ulimi hauoshwi kwa maji, moyo hauoshwi kwa maji. Ni kuombe jitahidi sana, jitahidi sana katika makumi hili eh, la Dhulhija, uoshe ulimi wako na uoshe moyo wako kwa yale tuliyoyataja, eh, lakini vile vile Uh, endelea kufuatilia eh, ndugu zetu ambao wako kule Maka na Madina kwa ajili ya ibada ya Hija. Ukiendelea kufuatilia mambo ya kheri, ukiendelea kufuatilia majambo yaliyoko yenye eh, ubora katika dini yetu, unaenda kuuosha ulimi wako na unaenda kuusafisha moyo wako, na nikutakie uh, idi njema na sikukuu njema inayokuja mbele yetu, lakini hizi siku kumi tuende tufunge, eh, na kufunga uh, siku hizi kumi usiache na ile siku, siku ya mwisho. Siku ya mwisho ukifunga, faida yake, ile siku ya tisa ukifunga, faida yake unafutiwa madhambi ya miaka miwili eh, madhambi ya miaka miwili ni mengi sana Sheikh? Eh, nenda ukafanya hivyo, utakuwa umesafisha ume ulimi wako Tako umesafishwa na moyo wako ukifanya hiyo. Kadhalika, kipindi hiki tunatakiwa tuongeze mambo ya kheri ikiwemo kuchinja, ikiwemo kusaidia mayatima, ikiwemo eh, hata kujitolea. Muislamu kaenda kusafisha msikiti, kuna thawabu nyingi sana za kujitolea katika kheri. Unaenda kusafisha msikiti, msikiti wote tu unaweza kaenda kusafisha, utakusaidia kukuongezea thawabu katika ile kumi. Ile kumi ni kumi la faida. Na ukitizama hasa Mwenyezi Mungu hajawahi kuapa kwa ajili ya Ramadhani hakuapia Ramadhani. Hakua Ramadhani. Eh, lakini kaapia ka masiku kumi, maana humu ndani kuna faida kubwa katika kiapo. Tunavyojua kwenye sheria, jambo linapoapiwa lile jambo linalokuja ni kubwa ni kubwa mno eh, Mungu aliposema wallahi wabillahi walayali na ashri, maana yake anaapia masiku kumi haya ya mfungo watatu, kuna khairi kubwa sana moja katika kheri hizo Muislamu ni kusaidia mayatima, kusaidia wajana, kusaidia watu wazima ambao hawana uwezo, lakini vile vile kuwasaidia wazazi wako ambao wako majumbani, walioko vijijini. Usiwaache katika kumi hili, usiwaache, na hasa wazazi wetu tusiwaache. Mfano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema waswaina linsana biwalidaihi ihsana, tumeusiwa tume kuwatendea wema wazazi wetu. Kipindi hichi usimsahau baba na mama. Usimsahau mama au baba, kama yoyote ambayo bado yuko au wote wako hai mpaka sasa hivi, usiwaache, ni katika khairati nyingi kwelikweli. Lakini vile vile usimsahau mtu aliyofiwa, mjane yuko pale eh, hana uwezo, msaidie katika kumu hili. Tusiache kuwa ni watu wenye kauli nzuri, ndimi zetu zitamke yaliyo mazuri, mioyo yetu iseme yaliyokuwa mema tusiende katika majambo ambayo ni mabaya kwa sababu tayari tunaenda kutoka na tunaharibu yale aliyoyakusudia Mwenyezi Mungu kwetu sisi na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ukitizama uki haya masiku kumi kwa falsafa ya mbali kabisa, unaona kwamba ni makumi ya kwenda kutusafisha sisi ili tukimaliza eh, hii sikukuu tuwe ni watu bora, tuwe ni watu wema, tuwe ni watu wapole, tuwe ni watu ambao ukiwaambia jambo Samiina wa atwana, umesikia na unalitwi. Mwenyezi Mungu ameapia masiku kumi ya mfungo wa tatu, anasema wa layali na ashir, na masiku kumi ya mfungo wa tatu, masiku kumi ya mfungo wa tatu tumetakiwa kufunga katika hizi siku kumi. Ni siku bora sana, ni siku bora kweli kweli. Yani katika masiku Mwenyezi Mungu ameapia ni haya, wa layali na ashir, wallahi wabillahi watallahi na ya pia masiku kumi haya ya mfungo wa tatu, maana yake tunatakiwa tufanye khairati nyingi sana. Aa, moja katika khairati hizo ukiacha na somo ambayo tunatakiwa tufanye ni kusoma Qurani, na ibadati mbalimbali mbali, lakini vilevile vile, katika kumi hili tusiache kuiombea nchi yetu e, jambo la msingi kabisa tusiache kuiombea nchi yetu, kwa sababu tunaenda kwenye uchaguzi Oktoba, huko tunakwenda kufanya uchaguzi wa juu wa viongozi wetu wa juu. Ni muhimu sana kwenda kumuombea kum, kuyom, nchi lakini vilevile vile, ni muhimu sana tukaomba amani yetu iendelee kubaki, kwa sababu amani ndio ina, ina kila kitu, na Uislamu ni amani. Assalamu alaikum, maana yake tunamtakia mtu amani, amani iwe juu yenu au iwe juu ya, jua yako yote, ni kwa sababu sisi dini yetu ni dini ya amani, ni dini ya utulivu ni dini ambayo Mwenyezi Mungu aliitangaza amani kupitia Uislamu katika hii dunia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.